Anayeonekana hapa ni ndugu China wa China kama ambavyo wamezoea watu wengi kumwita, lakini jina maarufu ni Joseph Mwasote, ama jina kamili anaitwa Joseph Mwasote, ambapo huyu alikuwa mwenyekiti mstaafu wa Chadema uh, mkoa wa Mbeya, na baada ya kutoka mabusu, siku 32 zilizopitwa tangu wamekamatwa, leo mwonekano wake ndio kama huu pichani. Huyu ndugu Joseph Mwasote ama China wa China ama Don't Kubeva amewahi pia kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Mbeya vijijini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na leo ndugu Emiri Mwakilembe katika ukurasa wake wa Facebook anaandika kama anavyosema kwamba, pichani Joseph Mwasote aka China wa China mwenyekiti mstaafu mkoa wa Mbeya, baada ya kutoka mahabusu siku thelathini na mbili zilizopita akikamatwa na jeshi la polisi. Anasema anajua mateso uliyopitia, lakini cha kutia moyo ni hali ya mapambano ndiyo imeongezeka zaidi. Umepungua mwili, lakini sio hamasa yako ya mabadiliko ya i. Pole sana, inuka, tuendelee na safari. Maoni kadhaa yametolewa katika ukurasa wa Mirim wa Kilembe kuhusiana na ndugu China wa China ma Josefu Mwasote baada ya muonekano wake huo, lakini kutoka maabusu, ambapo baadhi wanasema mtoto wake pia hatupo eh, naye duniani, na huku wengine pia wakimpa pole kwamba, pole kwa yote ambayo yametokea kwa familia, lakini kwake binafsi na familia yake kwa ujumla. Kama ujuavyo, yote haya yanatokana na yale ambayo yamepita, na Waswahili wanasema yaliyopita, oh, si ndwele tugangi ajayo. Huyu ndiye China wa China dont kubeba ama Joseph Mwasote, ni maarufu katika mitaa mingi ya jiji la Mbea, lakini hasa katika mji wa Tunduma, ambako shughuli zake nyingi a, zipo huko katika mji wa Tunduma na ikumbuka kwamba China wa China ni mmoja kati ya watu ambao walimpokea a, mbunge a, je, ndugu Silinde wakati wa harakati za Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha wa Chadema wakimsaka wao, wakitaka mabadiliko katika nchi ya Tanzania na kutafuta vijana ili waingie bungeni, na ofisi yake ilikuwa ni ofisi ya stationary, na ndiko ilikuwa kama ofisi pia ya Chadema kwa nyakati hizo. Lakini kama ujuavyo, maisha yanabadilika. Unajifunza nini? Kutokana na haya yote kwa ufupi niliyokwambia, na muonekano wa China wa China baada ya kutoka katika mahabusu huko mkoa wa Songwe, mtazamaji karibu. Lakini tuendelee kuangalia zaidi, tunaweza kutoka vipi hapa tulipo, kuliko kuendelea kuangalia yaliyopita. Ingawa hatuwezi kutazama yajayo bila kutazama yaliyopita, neno langu kwenu ni kwamba ni vema sasa tukubali sisi sote, kwa namna moja ama nyingine tumeteleza, turudi mezani ili tuendelee na maisha kama tulivyozoea katika nchi ya Tanzania. Ingawa pia lazima ni muhimu sana kukumbuka kwamba kizazi hiki hakina kipa imara, kizazi hiki si kile cha kwetu. Sasa, je, tunafanya nini? Mimi maoni yangu nitatoa zaidi hapo kesho. Karibu.